Kuna moja ya video ambayo imesambaa sana mitandaoni ikiwa inaonesha Jux pamoja na mke wake Priscilla wakiwa wanabishana lakini pia, a, wakiwa wanaonekana kama vile wanagombana hivi. Tunafahamu tunafahamu ile sakata la Vanessa Mdee namna ambavyo limetrend mitandaoni, lakini pia namna ambavyo Vanessa Mdee amekuja kwenye mitandao ya kijamii na kuanza tena kumvuruga Jux. Na ukiangalia Jux yeye pamoja na mke wake Priscilla tayari mambo yao yameshakaa vizuri. Hao watu tayari wameshafunga ndoa, wamefanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume wanaendelea na maisha yao, lakini Vanessa Mde baada tu ya kuona tayari amesha aribu kwa Rotimi akaamua kuanza kuandika eh, jumbe zake mitandaoni kwamba amemisi Juksi, anatamani sana asinge achana na Juksi. Ni kama vile Vanessa Mde anajutia sana kuachana na Juksi, na ukiangalia, eh, mtu ambaye alisababisha ile mahusiano yakavunjika kati ya Vanessa Mde pamoja na Juksi ni Juksi, lakini bado Vanessa Mde anakuwa anamisi Jux lakini pia bado Vanessa Mdee anajutia kuachana na Jux. Jux alikuwa mwanaume na nusu alikuwa na mwanaume ambaye hana skendu. Kwa kipindi kile ukiangalia, Jux alikuwa alikuwa alikuwa superstar, anafahamika, anapendwa na warembo kwa namna ambavyo mziki wake alikuwa anaimba wa kubembeleza. Warembo wengi sana walikuwa wanampenda Jux, lakini Jux aliamua kutumie kutulia na Vanessa Mdee, baadaye alipofanya kosa moja tu la kumchiti Vanessa Mdee. Vanessa Mdee hakugeuka nyuma, Jux akaanza kumuimbia nyimbo mara ameimbe hivi arudi hivi, lakini Vanessa Mdee hakugeuka nyuma. Ilifikia hatua Vanessa kaanza kumtukana Jux mitandaoni kwamba Jux hana uwezo wa kupata mtoto, jambo ambalo likawa limemuumiza sana Jux kwa asilimia kubwa sana. Lakini sasa hivi Jux ana maisha yake, ana mke wake Priscilla. Vanessa Mdee amekuja kuwakalia kooni tena, kuanza kuzungumza kwamba bado anaendelea kuwasiliana na Jux. Tuliweza kushuhudia jana, Vanessa Mdee alithibitisha wazi kwamba walikuwa wanaendelea kuwasiliana na Jux hawajaachana eh, kwa vita eh, yaani walikuwa wanaendelea bado kupigiana simu kutumiana message, kusalimiana, mambo kama hayo. Sasa baada ya mke wa Jux Priscilla uh, kufahamu au kusikia kwamba kumbe mume wangu Jux alikuwa anaendelea bado kuwasiliana na ex wake, kumbe alikuwa anaendelea bado kupigiana na ex wake. Kama ambavyo tunawajua uh, wanawake au sisi wanawake jinsi tulivyo, mara nyingi sana huwa tunakuwa na wivu, na sana sana tunakuwa na wivu pale ambapo tunaona uh, wanaume wetu wanaendelea kuwasiliana na ma ex zao. Tunafahamu wanaume ni wadhaifu. Mwanaume uh, hawezi kwenda kukutana na ex wake eti wazungumze tu wamalizane basi. Uh, lazima tu watajikumbushia ni lazima tu uh, wataonesha namna fulani ya kumisiana kitu ambacho Priscilla kimemkwaza sana. Sasa kuna video ambayo Priscilla ameipost katika kurasa wa Snapchat, lakini pia Jux akaiposti na yeye pia katika kurasa wa Snapchat ikiwa inaonesha Priscilla amepata wivu mkubwa sana. Kuna mtu akawa na warikodi Priscilla akawa anamwambia Jux, kwa nini umenifanyia hivi? Ni kwa nini bado ulikuwa unawasiliana na, na ex wako? Mbona mimi ulikuwa unaniambia utaki, utaki niwasiliane na, ni na ex zangu utaki niwasiliane na marafiki zangu jambo ambalo mimi uliniwekea limit, lakini kumbe wewe hicho kitu unaendelea kukifanya. Sasa Juxi akawa anajitetea kwa Priscilla anamwambia sio hivyo, nilikuwa tunamsalimia, ilikuwa tunapenda kuwasalimia watoto wake. Eh, hivyo tu ni kama tu upendo wa kawaida sio kwamba eti bado nampenda. Mimi nakupenda wewe. Lakini ukiangalia pia Juxi amepata mwanamke ambaye alikuwa ana sifa za Vanessa Mdee. Unaweza kuona kuna namna fulani Juxi alikuwa anampenda sana Vanessa mpaka ikafikia hatua akakaa muda mrefu sana kuangalia ni chaguo gani nitalipata kama lile la Vanessa Mde. Ukiangalia shape ya Priscilla, ukiangalia sura ya Priscilla, ukiangalia rangi ya Priscilla chocolate color, ni wote wanafanana na Vanessa Mde. Kitu ambacho Jux alifanya tu copy and paste kwamba nimeachana na huyu Vanessa Mde lakini nitapata mwanamke ambaye amefanana na Vanessa Mde. Kitu ambacho amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Hivyo basi sidhani kama Jux atakuwa na sababu yoyote ya kumsaliti mke wake Priscilla kwenda kwa Vanessa Mde. Lakini Vanessa ana minyumbuliko nyie. Uh, Vanessa anajua mauno Vanesa anajua mapenzi hatujajua kwa Priscilla eh, lakini unachokifahamu jamani, exi, eh, harudiwi. Eh, Jux anatakiwa kuelewa hilo, achani kabisa na mambo akumfikiria tena Vanessa md. Vanessa tayari ana maisha yake. Vanessa, tayari ana, kama hivyo ameachana na mme wake lakini bado ana wake mais kuendelea na, na, na, na kile kitendo naameamua kumwambiaukweli kwambasapenda n